Katika historia ya Afrika Mashariki majina, machache tu yameacha alama kubwa kama Raila Omolo Odinga. Kwa miaka zaidi ya sitini, jina lake lilitazamwa kwa macho mawili. Kwa baadhi alikuwa shujaa demokrasia, kwa wengine alikuwa mwanasiasa asiyekubali kushindwa, lakini ndani ya majina yote hayo kulikuwa na mwanadamu, mwanadamu mwenye moyo wa chuma, ambaye aliteseka, alipenda, aliumia na hakukata tamaa. Raila alizaliwa tarehe 7 Januari 1945 katika kijiji cha Maseno Kisumu Magharibi mwa Kenya. Baba yake Jaramogi Oginga Odinga alikuwa mpiganaji wa uhuru na makamu wa kwanza wa Rais Jomo Kenyatta. Kutoka utotoni Raila aliona siasa mezani mwao nyumbani. Majadiliano, mikutano na wakati mwingine mivutano mikubwa kuhusu mustakabadhi wa Kenya mpya. Kutoka utotoni Raila aliona siasa mezani mwao nyumbani. Majadiliano, mikutano na wakati mwingine mivutano mikubwa kuhusu mustakabali wa Kenya mpya. Alisoma Maranda kisha akasafiri Ujerumani mashariki kusomea uhandisi wa mitambo, lakini hata akiwa Ulaya moyo wake ulikuwa Kenya, taifa lililokuwa linajitafuta baada ya uhuru baada yake alirejea nyumbani miaka ya elfu moja mia tisa na sabini na kufanya kazi kama mhandisi, lakini ndani yake kulikuwa na sauti ikimwita, sauti ya mageuzi. Aliingia kwenye siasa kimya kimya kupitia chama cha baba yake, lakini serikali ya rais Moi haikuwa na nafasi kwa wakosoaji. Mwaka 1982 Kenya ilitetemeka. Kulikuwa na jaribio la mapinduzi dhidi ya Moi lililoshindwa, na hapo ndipo jina la Raila Odinga lilipoanza kuzungumzwa gizani, kwa hofu na mshangao. Raila alikamatwa akawekwa korokoroni bila kesi kwa miaka mitano. Akawekwa peke yake bila kuona familia, bila mwanga. Alipitia mateso ya mwili na akili, lakini hakuwahi kusalimu amri. Alisema baadaye, gereza halikunitisha, lilinijenga. Nilijifunza kuwa maumivu ni sehemu ya mapambano. Mara ya kwanza aliachiliwa mwaka 1988 lakini akakamatwa tena mara kadhaa hadi mwaka 1991. mia karibu miaka nane ya maisha yake aliitumia nyuma ya nche za chuma, kwa sababu moja tu, kudai haki ya Wakenya kuwa na uhuru wa kisiasa. Alipotoka hakuamua kukaa kimya, aliingia barabarani, akapaza sauti, akapigania mfumo wa vyama vingi mwaka 1992 na Kenya ikaanza kurudia demokrasia ya vyama vingi. Raila akawa mbunge wa Lang'ata, aliwakilisha sauti ya watu wa kawaida lakini siasa za Kenya hazijawahi kuwa laini. Alisalitiwa na marafiki, akatukanwa, akapingwa, lakini alibaki mstari wa mbele. Alipigana na viongozi wakubwa kama Daniel Arap Moi, Mwai Kibaki na hata, Uru, na hata Uhuru Kenyatta, mara nyingi akiwa upande wa upinzani. Aligombea urais mara tano mwaka 1997, 2000 elfu mbili na saba elfu mbili na kumi na tatu elfu mbili na kumi na saba na elfu mbili na ishirini na mbili kila mara akiahidi mageuzi, lakini kila mara matokeo ya uchaguzi yalikumbwa na utata. Mwaka elfu mbili na saba Kenya iliingia kwenye giza. Matokeo ya urais yalizua vita vya kikabila. Zaidi ya watu elfu moja walipoteza maisha. Raila akalazimika kukaa meza moja na mpinzani wake Mwai Kibaki kuunda serikali ya mseto ndipo akawa waziri mkuu wa Kenya 2008 mpaka 2013. Kwa mara ya kwanza Raila alipata nafasi ya kushika usukani wa taifa, ingawa akiwa katika serikali yenye migongano ya ndani. Lakini maisha ya Raila hayakuwa mepesi hata baada ya madaraka. Alishuhudia marafiki wake wakimgeuka, aliondoka serikalini akiwa amevunjika moyo. Mwaka 2013 na 2017 tena aligombea uraisi akapoteza akilalamika kuwa kulikuwa na wizi wa kura. Mwaka 2018 aliwashangaza wengi alipokutana na Rais Uhuru Kenyatta kwa handshake, ishara ya maridhiano ya kitaifa. Wengine walimwona kama msaliti, wengine kama mkombozi wa amani. Lakini je, watu wanajua kuwa Raila aliponea kifo mara kadhaa? Mwaka 1989 alinusurika sumu akiwa gerezani. Mwaka 1990 maafisa wa usalama walivamia nyumba yake. Aliwaficha watoto wake pamoja na mke wake chini ya kitanda kabla ya kupelekwa kizuizini tena. Alipitia mateso ya kiakili, alinyimwa chakula na hata kuhojiwa bila kulala kwa siku tatu mfululizo. Alisimama tena akasema, wengine wanapigania pesa, mimi napigania heshima ya mwananchi. Lakini mnamo tarehe 15 Oktoba 2025, dunia ilipumua kwa huzuni. Habari zilienea kutoka hospitali ya Delhi, India, Raila Omolo Odinga amefariki dunia kutokana na shambulio la moyo. Amefariki akiwa na umri wa miaka 80. Mamia ya watu walifurika uwanjani Jomo Kenyatta Airport wakilia, wakiimba nyimbo za ODM, wengine wakishika picha zake mikononi. Kenya ikatangaza siku saba za maombolezo ya kitaifa. Viongozi kutoka Afrika nzima walitoa salamu za rambirambi. Kwa wengi, Raila hakufa, alibadilika kuwa historia, mwanamume aliyesimama bila kuchoka kwa nusu karne kupigania demokrasia. Alipoteza marafiki, nafasi na hata uhuru wake, lakini hakupoteza imani yake kwa Kenya. Mambo mengi yasiyojulikana ni kuwa Raila alikuwa msomi wa dini mwenye mapenzi makubwa kwa familia. Alipenda kuandika shairi na kutafakari usiku wa manane. Alijua majina ya wafanyakazi wake wote, na aliwahi kusema kiongozi ni mtu anayehisi maumivu ya wengine kabla jalia leo, Kenya inapoendelea kusimama kama taifa lenye sauti huru, jina la Raila Odinga litabaki kama nguzo nguzo ya ujasiri, msamaha na mapambano ya kweli. Urithi wake hauwezi kufutwa, kwa vizazi vijavyo ataendelea kukumbukwa kama baba wa demokrasia ya kisasa Kenya.